na uongozi wa klabu ya Yanga. Yeah, baada ya kuona taarifa uh, mitandaoni kuhusiana na kwamba Young Africans wana lidai shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, uh, na sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema uh, wanaidai. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba uh, tulikuwa tayari tumekwisha waandikie hiyo barua uh, ya kwa, ya kuwataka kwamba uh, mtu wa fedha aweze kufika leo uh, na hivyo vielelezo vingine uh, ili tuweze kufanya uh, reconciliation kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo eh, ili kuona kwamba watu wanaposema kwamba eh, wanadai, na sisi tuwaonyeshe wapi ambako tumesema kwamba wanadai. Lakini wamefika leo, na baada ya kufika wameleta tu barua na baada ya hapo eh, wameondoka, kwa maana ya kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote eh, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili eh, ya mazungumzo. Na hata eh, katibu mkuu wa TFF uh, Kida Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa uh, Young Africans bwana Mtine eh, bado uh, CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF kwa hiyo, uh, TFF iko wazi kwamba eh, kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote sisi, uh, kwa sababu sisi tunao uhakika na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote e, vipo. Kwa hiyo, wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa, hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua halafu e, mnaanza kuzisambaza huku kuzisambaza huku. e, jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maanake ni kwamba e, umeitwa kwa ajili ya kuja e, kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho ambacho unadaiwa. Kwa hiyo maanake ilikuwa ni kitu rahisi, tunapofika TFF e, uweze kukaa chini na TFF, ni jambo la muda mfupi sana, e, kuweza kufanya hiyo uh, reconciliation e, na kila mmoja ajue kwamba nafasi yake iko wapi. Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana eh, barua hizi kama vile tunatuma posta huko na vitu kama hivyo eh, haiwezekani jambo kama hili. Hizi ni taasisi ambazo eh, kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi kwa namna ile ambayo eh, inatakiwa ambayo tumewaelekeza nini ambacho eh, cha kufanya. Kwa hiyo eh, wameondoka wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo na mwisho wa siku wameacha barua Pengine Ndimbo, barua mmepata kuisoma, ina inaeleza nini? Of course barua yao kwa namna ambavyo ilivyoandikwa haina tofauti sana na kile ambacho uh, kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo uh, mwisho wa siku jambo liko pale pale kwamba wafike TFF kwa ajili ya reconciliation. Status ya TFF na Yanga kwenye madai iko, tumesema tunaidai Young Africans. Kwa hiyo tuna tumewaita waje TFF kwa ajili Uh, ya kuhakiki hicho ambacho tunawadai na hicho ambacho wao wanasema kwamba wanatudai. Uh, Andre, um, CEO wa Yanga amesema kwamba hawajui uh, thamani ya mashindano ya CRDB Confederation, na amesema hawajui bingwa anastahili kupata shilingi ngapi pengine kutoka TFF. Na kipi cha kusema juu ya hiki, kama CEO anasema kwamba hajui kwamba wanatakiwa kupata shilingi ngapi?